Ndio, hiyo imefika. Hebu wacha nisikie. Saidi naeski yako imerudi, yaja haraka uh, yako imerudi haraka ya na eh, yangu yangu bado ijafika. uh, nikaiko hapa kwa hewa. Ebu uh, ni uh, sawa tu kidogo tu kidogo tu, wata ifike, ndio hata nikienda, najua pesa imeingia. Goja tu kazi message zazo zinakujenga zinadilei sana. Kwanza niangalie balance labda imefika. Eh, nimejionyesha hapo. Labda ni network ya simu yako. Hapana, balance bado ni yenye nilikuwa nayo. Balance bado ni. Customer. Mbona yangu imeleta? Yangu sunona imeleta jina yako. Customer, na hii message mbona inaikaikaika ya M-Pesa? Ni M-Pesa yule nani? Hapana bana. Ni M-Pesa. Hii message.

Si pesa, hauna? <laughs> Ube Ube pesa pesa, ndo Hauna edit. Edit. Edit. Umeedita moja edit, acha nimpige cha pamoja akasema uko. Si unaona nimekwambia, u alikuwa anataka tu kofi huyu, deal na msee mi, utanikuja stage kwenye unapata pesa, huenda tuna kutana nae.